Julai 31, 2016. Mwili wa marehemu mwanahabari Joseph Senga uliagwa Dar es Salaam kuelekea Mwanza kwa ajili ya maziko. Baada ya kuona kwamba anasumbuliwa na tatizo la moyo, ambapo kuna mrija ambao unapeleka damu kwenye moyo ulikuwa na matatizo, ulikuwa umepanuka. Walidai kwamba ulikuwa na ukubwa wa sentimita 6, kitu ambacho sio inatakiwa na ukubwa wa sentimita 2.5 a wakasema, watafanya upasuaji ili warekebishe. Kwao tarehe 19 alivyofanya upasuaji, walitoa mshipa mmoja kutoka kwenye mguu wakaweka kwenye sehemu ambayo ilikuwa inaathirika, wakaa kwa ICU. Amekaa ICU kutoka tarehe 19 mpaka tarehe ishirini na saba ndipo walipotuambia kwamba mgonjwa wako anaendelea vizuri, hakuna haja ya kukaa hospitalini mnaweza mkaenda tu mkapumzika hotelini, halafu mtakuwa mnakuja kliniki. Na hali ya mgonjwa alikuwa vizuri tu, alikuwa hajisikii vibaya vyote vile, alikuwa ananiambia anajisikia vizuri tu, hamna matatizo yote, na yeye aliridhika tu tu dis discharge, tukaenda hoteli, tukawa tunasubiri tarehe mbili ili tuende kwa ajili ya kliniki kwa vipimo vingine zaidi. Lakini tumeondoka pale tarehe ilikuwa saa kumi tarehe 27 jioni tumeenda nyumbani, hoteli tumefika, alikuwa vizuri tu, anaongea anatembea, na nilienda kumnulia chakula. Alisema naomba ninulie chakula, nikamnulia chakula, nikamwagizia chakula hotelini pale, chakula kikaja. Baadaye akaenda kuji, kujisafisha kwa sababu aliambiwa asioge, anajisafisha kwa kutumia kitambaa. Kwa alivyoingia mule kajisafisha vizuri, baadaye akaniambia naomba uje unisaidie mgongoni kwa sababu sifikii. Kwa hiyo nikaenda nikamfutafuta hapo, ilikuwa kwenye saa mbili, naye basi akal, akatoka tukakaa naye kitandani. Baadaye akaniambia naomba nitengenezee dawa zangu ambazo tumepewa kwa ajili ya kunywa. Nikamwambia sawa, ngoja niziandae basi basiili tu, ni, ni nikupe kabla sijaanza kulifanyia kilicho kitendo akijafanyika. Akaniambia ah, najisikia vibaya kambia kama najisikia vibaya hiyo kwa kwa, akawa sasa anazidi ku, nguvu kumuishia tu, kwa kitendo kifupi sana, yani kwa muda mfupi, yani ni sekunde tu kadhaa, navozungumza hivyo. Kwa sababu sasa ni kwa mimi peke yangu pale, ikabidi nishuke chini niwaambie wanitafutie gari ili niweze kumpeleka. Kwanza nilipiga kwa hospitalini kwamba wao nisaidie kuniletea ambulance ili niweze kumpeleka haraka. Akaniambia ambulance itakuja, lakini kama kiwanda imechelewa sana, naomba chukua gari hapo kwa taksi. Kwao nikafushuka chini pale. Kitendo cha kushuka chini kuja kurudi, nikamkuta amezidiwa sana. Hata kuongea kwake sasa ikawa kama anaitikia tu. Kwa hiyo, uh, kuzidiwa kwake kwa kumezidi zaidi na zaidi nikaomba tu mtu mmoja nimshushe kutoka pale nimpeleke pale reception angalau gari inapokuwa nasubiri, atakuwa pale chini pale kwa, tulijitahidi tukambeba. Wakati nambeba ndio hata kuongea hawezi. Kabla ya kifo chake neno lipi la mwisho marehemu aliongea? Ali nawe ah, kwa kweli kwa sababu nilikuwa naye pale na wakati ndio namwambia naomba ni watafute ili wa, walete gari hapa, akaniambia usiwatafute kwa sababu ninamuona tayari hali yake sio nzuri, ikabidi nishuke ile kushuka nikarudi, hawezi kuongea. Kwa hiyo sikuweza kupata kauli nyingine zaidi ya kuambia usiwatafute hao watu e. Mimi nawaombea tu jamani, tujaribu kupima afya zetu, ni muhimu sana sana, kwa sababu hatuwezi kujua kwamba una tatizo gani. Ndugu yetu katutoka, lakini alijitahidi akapima afya yake akajijua kabla hajazidiwa. Kwa hiyo hata sisi hapa tulivyo inawezekana tuna matatizo bila kujijua tukiyafanyia mapema tunaweza tukapata tuka matibabu mazuri kabla hatujazidiwa. Baadhi ya viongozi wa serikali na siasa walishiriki akiwemo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo na Nape Nnauye. Nadhani ni vizuri kujifunze na kujiuliza sisi tukiondoka katika maeneo yetu tunaacha alama gani? Kazi zake, picha zake alizozipiga, wote tutazikumbuka na pengine zitaishi muda mrefu hata baada ya kuondoka kwake, kazi zetu sisi zinaacha nini nyuma baada ya sisi kuondoka? Lakini kama serikali, Senga ameondoka, amepigania mengi katika tasnia ya habari, wakati ambapo pengine tunaanza kuona mwanga wa haki na uhuru mkubwa ambao nia ipo ya kujenga, pengine angefaidi matunda hayo. Bahatimbaya, ameondoka wakati tuko mahali ambapo pengine matunda hayo angeanza kuyafaidi. Waziri Mkuu wa zamani Edward Lowassa na viongozi wengine. Marehemu Senga amemkuta mengi sana, nakumbuka alipigwa mpaka nguo zake zote zikatanyika hapo Katatama. Alijua wajibu wake katika jamii ni nini, lakini Mungu si Athumani katika juhudi zake hizo aliweza kupiga picha ambayo ilileta kielelezo katika nchi hii. Marehemu Joseph Senga ndiye mpiga picha aliyenasa tukio la mauaji la mwandishi wa kituo cha Channel 10 Daudi Mwangosi kilichotokea Septemba 2, 2012 katika kijiji cha Nyololo, wilaya ya Mufindi, mkoani Iringa. Marehemu Joseph Senga alifariki Julai 28, 2016 akiwa nchini India kwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Rest in peace Joseph Senga. Tutakukumbuka daima.